Jambo haliwezi kukubalika na mtu, maana yake hatuta kuwa na nchi. Wewe mtu anapotea, mtoto wa kwanza anapotea, mtoto wa pili, paka wanafikia saba. Wewe arafisi, mbona watoto wako hawajapokea? Angepotea hata mke wako usingechangamka au mme wako? Leo naongea kama Mtanzania, tuwe na future iliyojaa baraka. Na pia damu kumwagika katika nchi ni laana pia. Hongera kwa majukumu yote ulionayo mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu ni naweza kuyaita ni political move ambayo kimsingi ndiyo inaongoza dunia. Dunia inaongozwa na kitu kiitwacho political move. Political move ni kitu ambacho kinatengenezwa na wanasiasa, lakini uh, jamii inalazimika kuendelea kukifuata hicho ambacho wanasiasa wao wamepanga kifuatwe na kinafuatwa hicho kwa sababu ni mazoea ama uratibu, kwa sababu dunia hii haiendeshwi kwa miujiza. Dunia hii inaendeshwa kwa uratibu wa watu wenye akili sana, wanaandaa kitu fulani, kama filamu fulani hivi, na lazima mtaifuata katika maisha yenu. Hili limejitokeza la Gwajima hivi karibuni, na inaonyesha kwamba Gwajima ni kama amekasirishwa peke yake na masuala ya utekaji na utokaji wa watu ama uhai wa binadamu katika nchi ya Tanzania na hatimaye anajibiwa katika maeneo mbalimbali mbali, ama watu mbalimbali mbali, wanamjibu Gwajima lakini hawajibu hoja zake, wanajibu jina la Gwajima na historia yake, lakini iki walichokiongea kwa sasa nadhani wengi hawakijibu ni wakumbushi kidogo na mimi nitakuwa nafanya kazi ya kuwakumbusha tu kidogo, kwamba watu wengi labda wanajisahau kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ndio malezi yetu tulio wengi wa Tanzania, kusahaulishwa, na ndio maana mahala pengi, na nimekuwa nikisema, na nadhani huu ndio ukweli ambao mimi ninausimamia, na mwingine anaweza pia kufanyia utafiti na akajua kwamba hiki ninachokisema ama nachokisimamia ni sahihi au la. Ninachokijua katika nchi yetu ni kwamba jamii ya Watanzania walio wengi hawana furaha, watu wengi hawana furaha. Uh, na wanahitaji kufurahishwa. Watanzania wengi wanatamani kufurahishwa na wanangoja furaha na ndio maana Ikitokea labda mahala fulani anaenda kiongozi, huwa wananchi wakikusanyika, yule kiongozi akiwachekesha, utakuta wanafurahi kweli kwelikweli, wengine wanapiga makofi, wengine kuchekacheka na mambo kama hayo, na wengine wakipata pombe kidogo na vitu vingine vya namna hiyo, tumaandazi, wanafurahi kweli kwelikweli, kwa sababu uh, wengi hawana furaha. Naam. Katika muktadha huo, tukirejea katika swala zima la Askofu Josephat Gwajima ambaye ameeleza hivi karibuni mambo kadhaa ambayo yanaliandaa mataifa letu la Tanzania. si wa kwanza yeye, na kabla sijaenda kutoa mfano ama kuwakumbusha, kwamba kwa nini nasema sio wa kwanza yeye kulaani na kukemea utekaji ama masuala ya watu kupotea, ni kukumbushe kwamba hivi karibuni uh, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, bwana Tundulisu alipofika mahakamani na kusomewa mashtaka kadhaa, baadhi ya mashitaka, uh, mashitaka, alisema kwamba yeye hayo maneno ambayo anaambiwa kwamba alitamka sio ya kwake, bali ni ajaji fulani alitamka maneno hayo. Na kuandika katika kitabu fulani. Hata Gwajima, haya maneno ya kukemea utekaji na utowekaji wa wananchi uh, nadhani siyo ya kwake, sio ya kwake. Hata Gwajima nadhani akiulizwa pia anaweza kusema kwamba haya maneno siyo ya kwangu, haya maneno ni ya uh, Rais wa awamu ya tano Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliyatamka akiwa mkoani Njombe, akieleza kusikitishwa na kukasirishwa na mambo ya wananchi ama watoto kutoweka ama kutekwa kwa namna yoyote ile ama kuuawa. Alikasirishwa, lakini pia aliamua kuchukua hatua ya namna moja ama nyingine, kwa kuwa ondoa baadhi ya watu waliokuwepo katika eneo lile wasimamizi wa masuala ya sheria uh, bwana Magufuli alionyesha kukasilishwa huku akitoa mifano kwamba labda angekuwa mtoto wa OCD ama kiongozi yoyote e, mtoto wake ametoweka je angenyamaza na then ndio alioongea hata huyu uh, bwana Gwajima hivi karibuni labda na, na tujikumbushe kidogo jikumbushe kidogo kwa kumsikiliza John Pombe Joseph Magufuli ambaye uh, alinukuliwa akiwa Njombe akikasilishwa na mambo hayo ya utekaji ama utowekaji wa watu katika mkoa wa Njombe kwa nyakati zile. Uh, karibu tumsikilize, uh, aliyekuwa rais wa awamu ra ya tano, Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli akieleza namna ambavyo alipokea jambo lile na kulichukulia kama alivyokuwa milichukulia. Karibu tumsikilize. Wewe mtu anapotea, mtoto wa kwanza anapotea, mtoto wa pili, mpaka wanafikia saba. Wewe RPC, mbona watoto wako hawajapokea? Angepotea hata mke wako usingechangamka? au mme wako? Ni lazima watu tuchukue hatua. Baada ya kumsikiliza uh... Doktar Johni Pombe Josefu Magufuli, aliyekuwa rais wa Tanzania wa awamu ya tano. Labda mtazamaji, tunajifunza nini kwa haya yanayoendelea kwa sasa? Na nadhani Wajima si maneno yake, na zaidi zaidi, wakati mwingine nitakuletea nukuu zaidi ya mambo mengine, lakini siyo huyo tu sio huyo tu yani sio rais peke yake wa jamhuri ya muungano wa tanzania ambaye alikasilishwa na kitendo hicho lakini pia aliyekuwa mwenezi wa chama cha mapinduzi taifa ndugu po makonda ambaye kwa sasa ni mkuu wa mkoa wa arusha alipokuwa katika nafasi ile ya chama alizunguka katika baadhi ya mikoa na kupokea malalamiko ya watanzania kutekwa na kupotea, lakini kuto kupata majawabu, akasikitishwa kweli kweli, hasa katika ukanda wa wa wa ziwa wa wa kanda ya ziwa kule, ya watu wengi walilalamika ndugu zao kupotea ama kutekwa kwa namna moja ama nyingine, huku wakiwataja baadhi ya watuhumiwa. Kwa hiyo mambo haya ni nadhani, ikiwapendeza wenye mamlaka wasiwe na matumizi mabaya ya hasira, walichukulia jambo hili kwa positive way kwa ajili ya kujenga taifa letu katika amani na utulivu, ili baadhi ya watu ambao hawana furaha warejeshe furaha katika uh, mioyo yao na waone kabisa kwamba dunia hii ni mahala salama kwa ajili ya kuishi hasa Tanzania ni kisiwa kiwe kisiwe harisi cha amani katika familia zetu zote. Mtazamaji, karibu kwa maoni yako, nawe ukiwa kama uh, muhusika ama mtu mwenye upendo na Tanzania yetu, karibu.